Kuelekea kilele cha Siku ya Kimataifa ya Wanawake duniani wasichana wanaosoma katika vyuo mbalimbali nchini wamesema miongoni mwa sababu inayochangia baadhi yao kushindwa kufikia ndoto zao wakiwa vyuoni ni pamoja na kukosa elimu ya afya ya uzazi. Kauli hiyo imetolewa na Makamu Mwenyekiti wa kampeni ya Mama Asemewe, Verynancy Mrema huku akisema zawadi ambayo Rais Samia Suluhu Hassan anaweza kuwapatia mabinti katika kilele cha siku hiyo ni kuanzisha taasisi ya kuratibu elimu hiyo vyuoni kuwajengea uelewa wa afya ya uzazi mabinti ili kufikia ndoto zao hususan kwenye elimu na uongozi kama alivyofikia Rais huyo, wangu kuwa tarehe 8 Machi dunia nzima imetenga kuwa ni siku maalumu kwa ajili ya kutambua mafanikio ya wanawake katika nyanja mbalimbali ikiwa ni pamoja na mambo ya kisiasa, kiuchumi, kijamii pamoja na kiutamaduni. Pia tarehe nane Machi dunia nzima inatambua kwamba ni siku ya kuhamasisha usawa wa kijinsia na haki za wanawake kote duniani. Hivyo basi tunafahamu kuwa serikali imefanya juhudi nyingi katika kupanua na kuongeza wigo kwa mtoto wa kike katika kupata elimu na tukifuatilia vizuri, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga takribani shule 26 katika mikoa yote Tanzania. Hivyo basi, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akionyesha umuhimu na nafasi ya mwanamke katika jamii yetu. Hivyo basi, kwa kutambua umuhimu huo, au kwenda kwenye mikoa ambapo inawahitaji wao kufika kwa ajili ya kusoma. Lakini kama tunavyojua, katika mafanikio yoyote yale kuna kuwa na changamoto na mafanikio hayo ambayo sisi tumeyataja, ambayo nimebainisha hapo juu ya sisi wanawake ya sisi mabinti kupata elimu, kuna changamoto ambazo tunazipitia. Na kwa kuzitaja kwa ufupi, changamoto ya kwanza, kumekuwa na wimbi la mabinti haswa mabinti wa vyuo vikuu kukosa elimu ya afya ya uzazi. Tunabisha mabinti wenzangu, kwa hivyo kuna changamoto ya mabinti wa vyuo vikuu kukosa elimu ya afya ya uzazi na udhibiti wa ngono isiyo salama katika safari yao ya elimu, ambayo inatusababishia sisi kutokufikia malengo yetu ambayo tuyametupeleka katika mazingira ya kusoma, jambo ambalo wengi wetu wanaishia kupata mimba zisizotarajiwa, wanaishia kuingia katika ndoa zisizo rasmi, wanapata magonjwa ya zinaa ikiwemo kaswende, gonorea, tunapata pia na ukimwi. Na unakuta mtu anamaliza chuo kikuu alite- alitegemea kumaliza elimu yake akiwa na furaha, lakini anamaliza ili kupata degree au kupata cheti chake au kupata diploma yake, lakini akiwa na msongo wa mawazo. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo sisi mabinti wa vyuo vikuu tunaipitia. Kutokana na changamoto hii sisi mabinti wa vyuo vikuu kupitia kampeni hii ya Mama Asemewe tunamwomba Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aone umuhimu wa kuanzishwa ama yeye mwenyewe aanzishe taasisi itakayokabiliana na changamoto ya ukosefu wa elimu ya afya ya uzazi kwa mabinti wa vyuo na vyuo vikuu kama ambavyo nimeeleza hapo awali, na ikimpendeza, tungependa sisi kama mabinti wa Mama Asemewe kupendekeza jina la taasisi hii tungependekeza taasisi hii iitwe Binti wa Leo Samia wa kesho Foundation. Kutokana na kuwepo changamoto hiyo, kampeni ya mama asemewe imeandaa kongamano litakalowakutanisha wasichana wanaosoma katika shule na vyuo mbalimbali nchini litakalofanyika kesho Jumamosi, Machi nane, katika bwaro la jeshi Nyegezi kona jijini Mwanza kwa lengo la kuwajengea uwezo wa wasichana ili wafikie ndoto zao. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Tambua umuhimu wa siku hii. Kampeni ya mama asemewe kupitia idara yake ya mabinti na uwezeshaji imeandaa kongamano kubwa lijulikanalo kwa jina la Samia binti wa leo Samia wa kesho. Jina la kongamano hili limeelekeza haswa katika kumfungua fikra mtoto wa kike na jamii yote kwa ujumla, kwa maana ya kwamba kama binti ataishi katika misingi ya uadilifu na uthubutu kwa maana ya kwamba ita, itamwezesha, na inawezekana kabisa kwa siku za usoni tukawa na wanawake wengi sana ambao ni aina ya Dr. Samia Suluhu Hassan, maana ya kwamba wanawake wenye uwezo wa mageuzi chanya katika jamii na kutanguliza maslahi ya taifa mbele. Na ya pekee nipende kuwakaribisha mabinti wote katika kongamano kubwa la binti wa leo, Samia wa kesho litakalofanyika katika bwalo la jeshi Nyegezi Kona. Kwa namna ya pekee, tunafurahi kuwaona mabinti wa leo wakililia na kudhamilia kushika dola kama Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mama ametupa ametupa mwongozo, ametupa njia. Sisi mabinti tunasema tutapita alimopita mama. Karibuni sana.